Jambo la kwanza ninamshukuru zaidi Mwenyezi Mungu ametuamsha salama, na leo siku ya Jumatatu tumefanya ni maandalizi yetu ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wetu mgumu dhidi ya Yanga. Ni maandalizi yetu ni yameenda ni vizuri zaidi. Kwa hiyo ni cha msingi ni kumwomba zaidi Mwenyezi Mungu atuamshe salama kwenye siku ya kesho, ili tukashuhudie mchezo mzuri wenye upinzani mzuri na wenye Ufundi zaidi. Ni, ni mechi ya kesho ni mechi mpya hatuiangalii kwenye zile mechi ambapo amecheza yeye ya Yanga hakucheza na Mbeya City. Lakini vilevile vile, hata vilevile vile sisi tumejipanga zaidi kuikabili Yanga wenye striker nzuri, wenye beki nzuri, hata sisi Mbeya City timu yetu vilevile nzuri. Ukiangalia ok, tumecheza ni mechi nyingi za kirafiki tumeruhusu goli chache zaidi, lakini hata vile vile striker wangu tumeskoa goli sita eh, kwa hiyo kwenye mechi ya kesho tumejipanga ni vizuri kuwakabili ni wapinzani wetu Yanga. Ile ukiangalia kwenye mchezo uliopita hatukufungwa goli kwa yaani ni, ni, ni Azamu walicheza kwa kuipita ngome ni ya Mbeya City, tumefungwa ni magoli ni ya set piece. kwa hiyo timu ya Mbeya City sio mbaya, yani kwa kusema, yani mchezo uliopita tulipitwa kwa kucheza ni wapinzani wetu ni magoli mengi sisi tumefungwa kwenye, kwenye gemu ni Azam ni ya set piece tu. Kila siku unapoingia kwenye gemu, tunahitaji ni point tatu, na ndio maana hata mechi iliyopita tulihitaji ni point tatu, na ndio maana tuliweka ni washambuliaji wengi. Hata kwenye mechi ya kesho, vile vilevile tu tunaweka ni washambuliaji wengi ni kwa sababu tunahitaji ni alama tatu, basi hamna jingine hapo. Uh, kwa majina naitwa Eliud David Ambokile team captain wa Mbeya City uh, mi nadhani mwalimu maongea mengi sana hapa, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vyema kuhakikisha mechi ya kesho tunapata matokeo mazuri. Unajua ni mechi itakuwa ni ngumu, lakini kama si wachezaji tushajipanga. Unajua kuna makosa tulifanya mechi iliyopita lakini mwalimu ashafanyia kazi kuhakikisha mechi ya kesho tunapata matokeo mazuri. Ah, si kama wachezaji kama nilivyozungumza awali hapo lakini ni makosa tuliyaona tuliyofanya mechi iliyopita lakini sisi tumeyafanyia kazi na tumemsikiliza mwalimu kwa vile ambavyo ambako anaelekeza mazoezi, kuhakikisha mechi ya kesho, kila kitu tunakifanya vizuri ili tuhakikisha wanambea wanapata furaha kwa kuhakikisha tunapata alama tatu. Uh, si kama wachezaji tumejipanga vyema, kama nilivyosema mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kwa mechi ya kesho tuweze kuzitumia, tuhakikisha tunapambana kisha tuna nafasi tunazipata tuweze kuzitumia, angalau tuweze kufunga hata magoli ili tupate pointi tatu, lakini Yanga wana timu nzuri na na timu ngumu pia, lakini ugumu, ugumu wao hautatufanya sisi tuendelee kupa, tu, tu, tu, tu, tusipambane zaidi kwa sababu tunapata matokeo mazuri, lakini sisi tutapambana zaidi ili tuhakikishe tunafungua ngome yao tuweze kupata pointi tatu.